Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ikiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Juni 28 siku ya Jumamosi, tutaangazia habari kubwa zopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za mchezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti laku la Mwananchi kwenye habari kubwa zopea kipaumbele, linaanza na habari e, inayosema mnyukano wa hoja kwa hoja serikali na Lisu. E, mnyukano wa hoja kwa hoja serikali na Lisu lakini bado kuna habari habari inayosema e, mtoto afanyiwa upasuaji wa ubongo kwa saa kumi KCMC, lakini kishindo cha Samia. Hiyo ni habari. Kuna gazeti la Mwananchi inaandika kishindo cha Samia, Rais Samia ahutubuja kihistoria akihitimisha bunge la kumi na mbili iliyodumu kwa saa 2 na dakika 47 akiwa amesimama aeleza mafanikio serikali yake, atoa ufafanuzi deni la serikali, mchakato wa katiba mpya, mabadiliko ya sheria za uchaguzi, atoa agizo kuhusu matukio ya watu kupotea. Lakini bunge la kumi na mbili lilivyohitimishwa kwa serikali ya marais maspika wawili, habari inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi, huku kauli ya mtoto si wako ilivyosababisha mauaji kauli ya mtoto si wako ulivyosababisha mauaji ndani ya gazeti lako la Mwananchi. Habari hii inaendelea kwa kina, lakini tukiangazia gazeti lako la Uhuru lenye inaandika Dr Mpango apongeza uwepo wa kituo cha umahiri kwa matibabu wa Afrika. E, Dr Mpango apongeza uwepo wa kituo cha umahiri e, wa matibabu Afrika. Lakini dakika 166 za, za Rais Samia Suluhu Hassan, dakika 166 za Raisi Dr Samia Suluhu Hassani lakini Kasim Majaliwa, waziri mkuu aonya wauza na wasambazaji wa unga. Huyo ni waziri mkuu Kasim Majaliwa aonya wauzaji na wasambazaji wa unga. Lakini treni ya mizigo SGR yaanza rasmi nchini, treni ya mizigo SGR yaanza rasmi nchini. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la uhuru ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la habari leo lenyewe E, Jumamosi aliyo linaandika, Mpango apongeza uwepo wa kituo cha matibabu bara la Afrika. Huyo ni makamu wa rais Dr. Philip Isdori mpango apongeza uwepo wa kituo cha matibabu barani Afrika. Lakini funga kazi bungeni, e, funga kazi bungeni. Samia afunga bunge la kumi na mbili kwa kishindo, afafanua sababu za deni la serikali, uchumi kukua kwa kasi. Lakini andika mafanikio lukuki, e, ya ahadi zake na mageuzi mapya. Lakini bado kuna habari inayosema agusia mchakato wa katiba mpya, e, tarehe ya uchaguzi na e, tarehe ya uchaguzi mkuu 2025. Hiyo ni funga kazi ya bunge, huyo ni Rais Samia. Habari inaendelea ukurasa wa pili. Lakini siku tano za moto uchukua jifomu CCM majimboni, jumuiya, siku tano za moto uchukua jifomu majimboni. Lakini Rais Samia, dola itakuwa macho uchaguzi mkuu Rais Samia asema dola itakuwa macho ya uchaguzi mkuu. Lakini kwenye gazeti la Zanzibar leo linaandika w e, waziri mkuu Kasim Majaliwa awaonya, wauza dawa za kulevya e. Lakini mama Mariamu akutana na mwenyekiti wa Equity Foundation na Dr. Samia ahitimisha bunge la 12, b aainisha mafanikio ya uongozi wake. Lakini asema uchumi umekuwa, ulipaji deni la taifa unaridhisha. Lakini kuna habari inayosema Dr. Mwinyi azindua kamati ya kusimamia madrasa. Dr. Mwinyi azindua kamati ya kusimamia madrasa. Lakini adaiwa kumuua mumewe kwa wivu wa mapenzi. E, mtu mmoja adaiwa kumuua mumewe kwa wivu wa mapenzi ni habari kwenye gazeti la kula Zanzibar leo. Lakini gazeti la taifa Tanzania linaandika Rais Dr. Samia, Rushwa ni kikwazo cha maendeleo. Huyo ni Rais Dr. Samia Samarushwa ni kikwazo cha maendeleo. Mbunge Asenga akusanya wajumbe Dodoma. Lakini spika amezindua ujenzi wa shule ee, bunge ya wavulana. Na kwenye gazeti la mtazamo mpya linaandika Rais Dr. Samia ahitimisha safari ya miaka mitano Bunge la kumi na mbili alitaka jeshi la polisi kukomesha matukio ya watu kupotea. Lakini aahidi mchakato wa katiba mpya kufanyika 2025 2030. Ainyonyeshia kidole sekta ya anga, amwagia sifa spika atulia uni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mtazamo ukurasa wa mbele. Lakini mbunge wa Kilombero akaidi agizo la chama hawakusanya wajumbe zaidi ya sitini Dodoma, ni muda mfupi baada ya agizo la chama kuzuia makongamano. Lakini kaduguda asema watampima kwa utendaji wake kwa miaka mitano, habari kwenye gazeti lako la Mtazamo mpya kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la la la Mtazamo, tuachana Mtazamo, tuangaze gazeti lako la Tanzania News lenye linaandika Rais Dr. Samia ni kama mafanikio miaka minne. Lakini waliobebwa na mbunge Kilombero, wafunguka TAKUKURU wa mhoji mwenye kiti wa Chaumma Kilimanjaro, yenye habari inapatikana kwa gazeti lako la Tanzania News. Lakini wa machinga gazeti lako asubuhi ya leo linaandika Rais Samia atoa mwelekeo mpya e, Rais Samia atoa mwelekeo mpya. TAMWA ya laani udhalilishaji wake, wana siya, wa wanawake eh, wa siasa mitandaoni. Yule habari kwenye gazeti la Machinga. Na tukichana na kurasa mbili tuangazie e, kwenye gazeti la Kolo Nipashe mwanga wa jamii lenye linaandika vikumbo vik, watiania ubunge udiwani CCM kuanza leo. E, eh, vikumbo vya watiania e, eh, udiwani na wabunge CCM kuanza leo, lakini wadaiwa wengine kuongezwa kesi ya madai jengo la Kariakoo. Kasim Majaliwa aonya mtandao wa biashara za dawa za kulevya. Lakini matumaini mapya, ripoti maalum, teknolojia ilivyopunguza urasimu katika vituo vya afya. Serikali ya wanawake kumradhi, serikali yaweka pingamizi kesi ya Tundu Lissu. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Nipashe ukurasa wa mbele, lakini bado kuna habari E, tukiachana sasa na kurasa za mbele, tuangazie kwenye michezo na burudani. Tunaanza na gazeti lako e, gazeti la, la, la habona habari lenye naandika Yanga Singida Black Stars finali CRDB kesho. E, Yanga Singida Black Stars CRDB finali kesho. Lakini hoza miwili tena Dodoma Jiji Simba ya chana na Okejefa, lakini Manula Sopu warejeshwa Stars lakini kuna gazeti la Wamachinga inaandika Aucho kuendelea kubaki Yanga, Manula arejeshwa Stars, Makame wa Fountain Gate kutua Azam. Lakini Ambani awala ubosi FC Leopard. Na gazeti lako la Taza linaandika Aucho ongeza mkataba Yanga, Aucho ongeza mkataba Yanga. Ea, lakini gazeti lako la Mtazamo Mpya inaandika kocha Stars amkumbuka Manula, kocha Stars amkumbuka Manula. Singida Black Stars ya ipania Yanga fainali CRDB Federation Cup, huku Makame Fontengeti huyo Azam. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania andika kocha Moroko atangaza kikosi cha Taifa Stars, Manura arejeshwa. Lakini Wydad Athletics yaondoka patupu uni klabu za dunia, eh, kwa ngazi ya eh, vilabu. Lakini Kamara apishana kupishana na Yakubu wa JKT Tanzania. Taifa Tanzania, ukurasa wa michezo lakini waitwa Taifa Stars Chani, kocha Mlandege ataja mikakati msimu ujao, Singida wanaotaka ubingwa kombe la shirikisho lakini kocha Kijo apewa mkoba kuinua Send Heroes. Lakini habari leo naandika Samia, wasifu, mafanikio kwenye michezo na sanaa. Lakini Stars kuanza na Burkina Faso Chan malura alojea inabali kwenye gazeti lako la habari leo kurasa za michezo. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Mwanaspoti lenye linaandika habari kubwa inayosema Singida Yanga fainali ya kibabe e, fainali ya kibabe Singida na Yanga. Lakini rekodi za ibeba Yanga mastaa kicheko amani lakini Simba yaingia anga za Fofana e, inapatikana e, kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo, pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukichana gazeti la Mwanaspoti, gazeti lako la Nipashe lenye linaandika Yanga yavunja rekodi ya ligi bara. Yanga hey, yavunja rekodi ya ligi bara. Mabingwa hao wamefunga mabao mengi, ukuta wake ngangari. Lakini Manula arejea Stars akienda kambini Misri. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako na Nipashe. Pate nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.